Fanya spell hii kabla hujalala, utakuja kunishukuru kwa matokeo mazuri utakayokuja kuyapata. Kama wewe ni moja kati ya watu ambao wanajitahidi sana kutafuta pesa kwa kutumia nguvu, akili na kila kitu, lakini huoni matokeo, basi zoezi hili linakuhusu. Lakini pia kama wewe ni mtu ambaye pesa unaiona unafanya kazi, pesa unaiona, lakini pesa yako haiwezi kufanya maendeleo yoyote yale. Yaani kila unapopata pesa linaibuka janga, unatokea mkosi fulani, basi unajikuta ile pesa yote inaishia kwenye majanga, kwenye kupambana na matatizo ya maisha, lakini kufanya maendeleo inakuwa ni ngumu kwako. Basi zoezi hili ni mwafaka kwako. Na haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au uwe Mwislamu, unaweza kufanya spell hii na ikakuletea matokeo mazuri kabisa. Na katika spell hii tunahitaji kutumia vitu mbalimbali mbali ambavyo vina uwezo wa kutengeneza connection ya hali ya juu na nguvu za universe, na vitu vyenyewe ni kama hivi unavyoweza kuviona. Kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kuwa nacho ni noti, na noti tunayoitumia ni moja tu, hii nyingine haina shida. Unaweza kutumia noti ya thamani yoyote ile. Unaweza ukatumia noti ya shilingi elfu moja, elfu mbili, elfu tano au elfu kumi kama hii. Na hata kama unatoka nje ya nchi, unaweza kutumia noti yoyote ile ambayo inapatikana katika nchi yako, na make sure kwamba hiyo noti inatokana na jasho lako. Yani usije ukachukua pesa ya mtu au usije ukafanyia spell pesa ulioiba au uliodhulumu mtu, hapana, hakikisha ni pesa ya halali ya kwako kabisa, na si lazima iwe elfu kumi kama ya kwangu. Wewe tumia yoyote ile ambayo umejaliwa kupata kwa muda huo. Pia utatakiwa kuwa na tangawizi, kipande cha tangawizi kama hiki hapa. Tangawizi kwa Kiingereza inaitwa ginger, unaweza kuiona. Na make sure unapata tangawizi ambayo ni fresh, usije ukachukua tangawizi ambayo imekauka au ambayo haina quality na pia utatakiwa kuwa na kipande cha nguo cheupe. Na pia utatakiwa kuwa na karatasi nyeupe pamoja na peni ambayo ina wino wa bluu. Unaweza kuiona, karatasi yangu ni hiyo hapo nyeupe, haina doa la aina yoyote. Na kitu kingine utatakiwa kuwa na karafuu, karafuu kunje tatu. Wale ambao hamfahamu karafuu, mnatoka nje ya nchi, karafuu kwa Kiingereza inaitwa cloves Unaweza kuona mwonekano wake ukaelewa ni kitu gani ninachokizungumzia hapa. Hii karafuu utatakiwa kuwa nayo kunje tatu kama hivi unavyoweza kuona. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu ambavyo utatakiwa kuwa navyo katika spell hii. Nikukumbushe tu wewe ambaye unatazama video hii, tambua kwamba hujaja hapa kwa bahati mbaya. Umekuja hapa kwa kusudi maalum, na hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wana kiu ya mabadiliko na kupata mafanikio. Kwa hiyo basi, mpaka hapo wewe tayari ni mtu ambaye una mafanikio na kwa jinsi ambavyo unaamini ndivyo ambavyo inakwenda kuwa katika maisha yako. Na katika channel hii huwa tuna utaratibu wa kujitamkia maneno mazuri, maneno yenye nguvu. Unaweza kujiandikia neno lolote lile la ushindi hapo chini katika comment. tambua kwamba wewe ni wa thamani sana, wewe sio mnyonge hata siku moja. Hatua ya kwanza kabisa utatakiwa kuchukua noti yako na kuiweka juu ya kipande cha nguo cheupe kama hivi. Naomba niangalie kwa makini sana. Usije ukakosea hata hatua moja. Like this. Utaiweka noti yako kama hivyo. Baada ya hapo utachukua peni pamoja na karatasi yako. Katika hii karatasi utatakiwa kuandika mambo mazuri ambayo unataka yaji katika maisha yako, na mambo haya ni yale mambo yanayohusiana na pesa. Kama nilivyosema hapo awali, wewe ni mtu ambaye unapambana sana pesa, uyoni unajitahidi kufanya biashara, faida uyoni, wateja hawaji, basi andika hitaji lako la moyo kuhusiana na mafanikio yanayohusiana na pesa. Kwa mfano, unaweza ukaandika mafanikio katika biashara yangu, wateja wengi katika biashara yangu pesa nyingi ziweze kuingia katika maisha yangu, mshahara wangu uongezeke, fursa za pesa ziongezeke zaidi katika maisha yangu. Hakikisha unaandika yale mahitaji yako yote yanayohusiana na pesa. Unaweza kuona jinsi ambavyo mimi nimeandika katika karatasi yangu. Baada ya kuandika karatasi, utaiweka kama hivyo hapo. Naomba utizame kwa makini sana. Kisha kuna hii tangawizi hapa. Sasa katika hii tangawizi utatakiwa kuandika jina lako, na upande wa pili utatakiwa kuandika kiasi cha pesa ambacho unahitaji kije katika maisha yako. Fahamu kwamba hii ni spell ya pesa. Sasa hapa, wakati unaandika jina lako katika hii tangawizi jina lako ni refu sana, unaweza kuliandika kwa kifupi chake. Kwa mfano kama unaitwa Rehema unaweza ukaandika Rei, au kama unaitwa Godfrey unaweza ukaandika God, halafu mbele utamalizia jina lako la pili unalotumia. Kama wewe unatumia jina la baba basi utaandika la baba, kama huo unatumia jina la mama basi utaandika jina la mama yako, ili mradi uandike majina yako mawili, na huku nyuma utaandika kiasi cha pesa ambacho unahitaji nguvu za universe ziweze kukuletea. Kwa mimi hapa mimi nimeandika dola elfu hamsini. Sasa wewe unaweza ukaandika kiasi kingine chochote kile ambacho una wish kije katika maisha yako. Unaweza ukaandika milioni kumi milioni thelathini, yaani ni wewe tu mwenyewe kulingana na uhitaji wako na imani yako katika nguvu za universe. Unaweza kuona huku nimeandika pesa na huku nimeandika jina, na wewe utafanya vivyo hivyo kama ambavyo mimi nimefanya. Naomba uzingatie sana, usije ukakosea stage hata moja, kwa sababu speli ya pesa inahitaji usahihi Yaani ukikosea tu kipengele kimoja speli yako inakosa nguvu au inakwenda ndivyo sivyo. Na nikwambie tu kwamba tangawizi ni moja kati ya kitu chenye nguvu sana. Kwa kutumia tangawizi unaweza kumcontrol mtu. Hebu leo wacha nikupe siri hapa. Kama wewe ni mtu ambaye unawadai watu kuna mtu unamdai sana na una uhakika kwamba hiyo pesa unayomdai anao uwezo wa kukulipa, ila ameamua tu kukuzungusha na kukusumbua. Sasa fanya hivi, chukua tangawizi weka mdomoni, kisha wakati unaweka mdomoni, muiza maneno yako kuhusiana na huyo unayemdai, alafu nenda ukamdai, huku unaitafuna ile tangawizi mdomoni, na kuhakikishia, yani haitapita hiyo siku anakurudishia pesa yako bila matatizo yoyote ile. Hiyo ndio nguvu iliyopo katika tangawizi. Tangawizi it is very powerful, inatengeneza connection kubwa sana na nguvu za universe. Sasa nayo utaiweka juu ya karatasi yako kama hivi, nafikiri unanifuatilia vizuri jinsi ambavyo ninaweka vitu vyangu, na wewe fanya hivyo hivyo, usije ukaenda kinyume. Kinachofuata utachukua hii punje moja ya karafuu, kisha utaiweka juu ya kiganja chako kama hivi. Fanya hivi hivi kama mimi ninavyofanya, kisha anza kujitamkia baraka, anza kujitamkia mafanikio na ushindi katika mapambano yako ya pesa. Tamka maneno yote yenye nguvu kuhusiana na pesa, wakati umeshika hivi hii karafuu. Karafuu ni moja kati ya kitu ambacho kina nguvu kubwa sana, hasa katika pesa. Yani ni kuhakikishie, maneno yote yale unayoyatamka huku umeshikilia hii karafuu, ukiwa na imani, basi ni lazima kije kitokee katika maisha yako. Tamka kwa hisia Tamka ukiwa na imani kuu. Maneno yoyote yale tunayoyatamka kwa usaidizi wa vitu vya asili kama hivi huwa yanakuja kutokea kwa nguvu kubwa sana katika maisha yetu. Ukishamaliza kutamka maneno yako, hii hey, karafuu utaiweka hapa, kama unavyoweza kuona pamoja na hizi nyingine zilizobaki, unaweza kuona mm -hmm. Baada ya hapo sasa, unaweza kuona mwonekano wa vitu vyetu jinsi ambavyo tumevipangilia. Kipande cha nguo kimeanza noti, karatasi, kisha tangawizi pamoja na karafuu. Hakikisha unafuata hatua zote kama ambavyo nimekuelekeza. Hii ni moja kati ya spili ya pesa yenye nguvu sana, watu wengi tayari wameshatoa ushuhuda. Sasa kinachofuata, utatakiwa kukunja kukunja hivi vitu vyako vizuri kabisa kwa utaratibu kama jinsi ambavyo unaona, mm -hmm. Hakikisha kila kitu kinakuwa ndani, yaani usije ukadondosha kitu hata kimoja. Sasa mm -hmm. Baada ya kukunja vizuri kabisa kama ambavyo unaona hapa, hii skuili yako utatakiwa kuiweka chini ya mto usiku, kabla hujalala. Yani, kabla hujapanda kitandani kulala utaiweka chini ya mto. Kama we huna mto na hutumiagi mto, basi utaweka hata chini ya shuka ambalo unaweza ukaliweka kichwani kwako, yani ukalalia kichwani kwako. Ukishaiweka chini ya mto au chini ya shuka ambalo utalilalia wewe, utatakiwa kwenda kuoga unaweza ukaoga maji ya baridi au maji ya moto, ni wewe tu kulingana na jinsi ambavyo unapenda. Lengo la kuoga ni kupurify mwili wako. Hivi unafahamu kwamba kuoga sio tu tunaondoa uchafu au tunataka mwili uchangamke, bali kuoga huwa pia inaleta tiba kiroho katika nafsi yako ya ndani. Kuoga pia kuna maana kubwa sana. Siku nzima huwa tunakutana na kila aina ya watu tunakutana na nguvu mbalimbali mbali ambazo zinakuwa zinavaa miili yetu. Kwa hiyo kitendo cha kuoga kabla ya kwenda kulala inasaidia sana kuweza kuondoa nguvu zote mbaya ambazo zilikuwa attacked katika miili yetu. Hiyo ni siri ambayo nimekupa siku ya leo. Sasa ukishatoka kuoga utakwenda kulala na wakati wa kulala utatakiwa kulalia hii speli yako usiku kucha. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Asubuhi utakapoamka, au muda wowote ule baada ya kulala utakaoshtuka usiku, zingatia sana ndoto ulizoota. Kama ni ndoto ambazo zinakuletea hisia nzuri, ninaposema hisia nzuri ni zile hisia za kufurahisha basi hiyo ni ishara ya kwa kwamba speli yako imepokelewa vizuri na ulimwengu, na imeanza kufanya kazi. Hivyo tarajia matokeo mazuri muda wowote ule katika maisha yako. Ukishaamka asubuhi, hii speli yako utaifungua, kisha hizi punje tatu za karafuu utazirusha nje ya nyumba yako popote pale, ili mradi tu ni nje ya nyumba yako. Kisha utatamka maneno, utasema pesa zinifuate katika maisha yangu. Na hii karatasi ambayo ulikuwa umeandika mambo yako mazuri unataka yatokee katika maisha yako, utaichoma moto. Unaweza kuichoma moto kwa kutumia moto wowote ule. Unaweza kuichoma kwenye mkaa au ukawasha kibiriti, kisha yale majivu toka nje, peperusha angani, tamka maneno kama hivi: ulimwengu Pokea maombi yangu na ikawe kama ambavyo nimeandika katika karatasi hii. Na hii tangawizi, kipande hiki cha tangawizi unaweza kukiweka katika wallet yako, katika pochi yako au mfukoni mwako, ambapo ukitembea huwa unaweka pesa zako. Kwa hiyo utachagua eneo la kuweka, unaweza kuweka mfukoni mwako kwenye wallet au kwenye pochi yako. Hii tangawizi kadiri siku zinavyoenda itakuwa inakauka kwayo. Kwa hiyo haijalishi itakaa kwa muda mrefu kwa kiasi gani, haitakuwa na effect yoyote ile. Kwa hiyo utakuwa unatembea nayo mpaka pale ambapo utakuja kupata matokeo. Ukishaanza kupata matokeo, unaweza ukaitupa. Na hii pesa ambayo ulifungia katika h hii pesa ya noti unaweza kuitumia, unaweza kuifanyia matumizi mengine ya kawaida kabisa, haina shida yoyote ile. Lakini pia unaweza ukajiuliza ni muda gani sahihi wa kufanya hii spell. Hii spell unaweza ukaifanya muda wowote ule, lakini ninashauri ifanye muda wa usiku, yaani ule muda ambapo unataka kulala lakini kama ukiamua kuifanya asubuhi, mchana it is okay. Na siku sahihi ya kuifanya hii spell ni siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamis ni siku ambayo inaongoza na sayari ya Jupita. Sayari ya Jupita ni sayari ambayo inaleta bahati nzuri katika pesa. Kwa hiyo siku ya Alhamis ukifanya spell yoyote ile ya pesa, tarajia kupata matokeo mazuri sana na swali jingine ambalo unaweza ukajiuliza, je, hizi pesa nitazipata vipi? Zitakuja tu kimuujiza pap na kutana nazo hivi au zitashuka kutoka mawinguni? Naomba nisikilize kwa makini sana. Pesa unaweza kuzipata kwa namna mbili. Namna ya kwanza, unaweza kuzipata nyingi kwa ghafla. Na namna ya pili, unaweza kuzipata kidogo kidogo kwa muda fulani na pesa hizi zinakuja katika njia halisia, njia halisia kabisa, ambazo tumezizoea za kila siku. Kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara, basi biashara yako itaanza kupata wateja wengi na kupata faida nyingi zaidi, yani utaanza kupata mauzo mengi zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida. Au unaweza kujikuta ukawa unapata pesa katika namna ambazo, katika namna zisizotarajiwa. Sikusonielewana. Yaani kwa mfano unaweza tu kujikuta unakutana na mtu rafiki yako anakupa pesa from nowhere tu. Hivyo ndivyo ulimwengu unavyofanya kazi. Hivi ulishawahi kujikuta siku moja umeamka una njaa sana, labda umeenda kazini, umefika kazini hujui unakula nini. Lakini ghafla tu ukakutana na rafiki yako ambaye hamjawahi kukutana siku nyingi akakupa ofa akakunulia chakula, vinywaji, akakuachia na pesa. Hivyo, unafikiri hapo ni nini imetumika? Hivyo ndivyo ulimwengu unavyofanya kazi. Ulimwengu unatumia vitu na watu halisia katika kufanya kazi yake. Kwa hiyo na wewe tarajia kupokea pesa katika vitu na watu halisia. Lakini kwa namna ambavyo utazipata hizo pesa zako, tunasema ni kama muujiza. Yaani wewe hukutarajia kupata hizo pesa na unapoitekeleza hii speli ya pesa hakikisha unakuwa na hivi vitu vitatu. Jambo la kwanza ni kuamini katika nguvu za asili za ulimwengu. Jambo la pili ni kuamini katika nguvu zilizopo ndani yako. Kila binadamu huwa na nguvu za asili za mtetemo zilizopo ndani yake, na hizi nguvu ndizo zinakusaidia wewe kuweza kupata chochote kile unachokitaka hapa duniani. Na kitu cha tatu ni kuamini kwamba hili jambo unalolifanya yani, hii spell unaoifanya itakwenda kukuletea matokeo mazuri. Hivyo vitu vitatu ni muhimu sana, ukiwa navyo utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema insha Allah na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana, na nikwambie tu kitu kimoja. Kuamini katika nguvu za ulimwengu haimaanishi kwamba wewe umehama dini yako au umeikana dini yako. Nguvu za ulimwengu ni kitu ambacho kinamhusu kila mtu ambaye anaishi hapa duniani. Tunaishi kulingana na ratiba za kiulimwengu na hata mambo yetu mengi tunayatekeleza kulingana na ratiba za kiulimwengu sasa. Yule ambaye hataki kufuata kanuni na taratibu za kiulimwengu, maana yake ni kwamba hata hapa duniani hastahili kuishi Labda inatakiwa afe, alafu maybe akaishi katika ulimwengu mwingine tofauti na huu. Amini kwamba wewe tayari ni mtu mshindi na ni mtu ambaye tayari umefanikiwa katika kazi zako, na hii spell utakayo kwenda kuifanya itafungua milango ya baraka na milango ya mafanikio zaidi katika kazi za mikono yako. Bado mambo ni mengi sana kuhusiana na nguvu za ulimwengu. Sasa ili yasikupite hakikisha una subscribe hii channel, ili nitakapotoa video nyingine isije kukupita. Asante sana.